Sasa mimi naomba uniambie baba inakamilika lini. Na mnataka mkandarasi aje hapa. Ingekuwa kuna mwenge hapa mkandarasi angekuwepo au ungembea wakati mkuu anakuja waziri. Mimi niko kumhakikisha mbunge na rais. Kwa mimi siwezi kusubiri kiongozi wa juu aje wakati nipo. Kwa naomba utuambie hii baba inakamilika lini na utupe muda mkandarasi anakuja tuongelee hapa. Atuoneshe vipimo, atuambie daraja hili. Warranty yake ni muda gani? Hii baba unao bomenyoka pembeni pale sababu maoasu na, Sa na, sababu mimi kwa vikao vya madiwani ndio maana naomba taarifa rasmi kamati yangu ya kama kata kumi na sita ya naomba tena barabara zote za wilaya ya Chamwino ambazo mmepewa nyinyi, tujue status yake, ilitoka shilingi ngapi, ilikuwa ishe lini, ina uwezo gani? Na ongea madiwani wote, ndio taarifa tutajua. Kwa kamati, ikiwezekana, kwa baraza mje mtoe taarifa kamili, kwa sababu sasa hivi tunachezeana akili hivi. Barabara kabla ya mvua, tofauti yake haipo. Tulikuwa na sababu barabara ipitika kati wa wa mvua hizi, hivi mvua ipo isiwepo, ama tofauti hii hela imechezewa ikatoa 261 kwa sababu ya barabara. Sasa mimi namtumia rais na namsamia mbunge na mawaziri wote, mimi ndio mwakilishi wao hapa. Siwezi kukubali mkiongozi ajue wakati mimi nipo, atakuja juu kama nyinyi mmefanya uzembe. Sasa naomba uniambie, lini hizo barabara zitakamilika? Naomba taarifa ndani ya wiki mbili mpate taarifa ya wilaya nzima, barabara ambazo zitatengenezwa, status yake, ilianza lini, kiasi gani imekamilika, kwa kiasi gani, sawa? na huyu injinia tumpate aje kata Buigiri, tutembee kwenye barabara hii. Na tunashindwa sisi kuelewa kama wananchi wa kawaida, labda huyu mwendeshaji wa huu mradi au mkandarasi ambaye alipewa jukumu la kuja kujenga hili daraja, najua hili eneo analiona na huu udongo, huenda yeye kwenye utaalamu wake anajua. Sasa hatuelewi ni nini ambacho kilisababisha mpaka leo hawajapita kumwaga tena changarawe ambayo inaweza ikarahisisha watu wakapita. Kama hapa ukija na bodaboda, una mtu mgonjwa, unamshusha una hapa, yeye anaenda kwa miguu kwenda hospitali ya Jeshi au Chamwino au waite bodaboda nyingine itoke Chamwino ije imchukue akiwa yuko ng'ambo hii. Daraja imetengenezwa iko sawa, shida bado kuna tope. Changamoto ni tope hapa, ambayo inatusumbua asilimia kubwa, kwa sababu hata jamii, nilipita hapa, walikuja jamaa bajaji hapa akachemka, karudi hapa. Shida mpige kifusi, kama ni lami, mweke kiwango cha lami. Kwa hiyo hapa tunavyoongelea mradi uko asilimia kama 95 tano, daraja kama mnavyoliona limeshakamilika asilimia zote mia moja, ambacho ndo kiini cha mradi kwa hiyo kilichobakia hapa ni kuweka changarawe juu ili paweze kupitika vizuri, ili udongo wa utelezi unaoona kwenye approach ya daraja hili uweze kukaa vizuri, anze kupitika. Baada ya hapo mradi utakuwa umekamilika rasmi. Baada ya kusema hayo kwa ufupi, naendelea kuwashukuru, lakini endelee kuwashukuru viongozi wa kijiji, muendelee kutupa ushirikiano usiishie kwenye kujenga tu, hata kulinda daraja lenyewe, hasa kipindi cha mvua Wananchi wetu wengi wakati wanasafisha mashamba yao, takataka nyingi wanaweka kwenye makorongo, wanaona ndio maeneo ambayo hayawahusu. Mvua zikinyesha zinaleta darajani, madaraja akishaziba kuna wakati mwingine unakuta mtu yuko kule, aidha awe kiongozi au mwananchi, anapiga picha, anasema angalieni daraja lenu, wakati hapo hapo naona kuna wingu. Sasa kama daraja limeziba na takataka mpaka wingu lingine likija kunyesha, pengine sisi tuje kuja, unakuta tayari yameshatokea maafa. Kwa hiyo ni wajibu wetu pia kuwahimiza kwanza watu wasitupe takataka kwenye makorongo, kwa sababu mwisho wa siku yatasafirishwa mpaka kuziba madaraja yetu.